Lo zangu nazimwaga kama maji, mada ya kwanza namuelezea haji. Naposema haji, tuliza papara, na somo mwingine namanisha ji. Manara da juzi alimuoa Zaylisa, lakini wameachana, mke ameleta visa, mke mwenyewe taraka alitaka, so kinyonge blaza mkubwa, naye akamgea, ndio hivyo tena la meshapotea ila nini, braza aji wetu ulia, ipo siku Mungu nawe tu watakujalia, mwenye upendo kweli atakupatia mpaka mbali na yeye, na mtajenga familia. Wanake wengi sana braza, usiwazi na komba tu, usilie nyamaza, Mungu ipo siku atakupa wa kwako, na empenda. Na ya takupenda, mtajenga mambo mengi, mwisho mbali nye mtaenda. Takupa watoto, utampa penzi moto Popote japo kuwa mtakuwa na msoto. Maisha ndio haya, hakuna kugwaya, usiwaze. Mungu yupo nawe, sone haya. Ipo siku moja tu, Mungu atabariki, utapata wako, mtakuwa fresh tena, mshikiki penzi litanoga. Ni bala ajima, Manara, na usiwaze, acha kushangaa, acha kuzuba, asikupe mawazo wala asikupe stress. Fresh ameshaenda, bado poa, haina kesi. Penda kupendaye, so kupenda chana naye, so lazima uwe naye, ah, mwache tu atambaye.